guni Paul John Walalaze, meneja elimu kwa mlipa kodi, Mamlaka ya Mapato Tanzania. Uh, Mamlaka ya Mapato Tanzania sisi tunaungana na Watanzania wote na duniani kote kwa ujumla katika kuadhimisha siku hii au wiki hii ya huduma kwa wateja. Mamlaka ya Mapato Tanzania sisi wateja wetu ni walipa kodi. Kipekee tunawakaribisha sana katika ofisi zetu kuendelea kupata huduma katika wiki hii, lakini kwa pamoja na katika siku zote ambazo, uh, ofisi zetu zote ziko wazi. Tunajua kauli mbiu ambayo tunaenda nayo uh, ni huduma bora ni haki yako, lakini pamoja ni nguzo yetu. Uh, sisi uh, watendaji wa mamlaka ya mapato Tanzania tunakuthamini sana wewe mteja. Karibu katika ofisi zetu, tutembelee, tukiamini kwamba tutakuhudumia vizuri. Sisi tutakuwa tayari kupokea maoni yako ili tuendelee kuboresha huduma zetu. Ofisi zetu za mikoa, ofisi zetu za makao makuu, ofisi zetu za wilaya, ofisi zetu za forodha zote zitakuwa wazi kuhakikisha kwamba tunakuhudumia vizuri. Karibu sana, tutembelee katika ofisi zetu, tukuhudumie vizuri.